Hapa mzee wa njiwa, umepata supu ya ngamia mapema. Naam, ni kweli kabisa. Kwanza eh, eh, mishukuru klabu yangu da Yanga Afrika eh. tuna viongozi ambao wanakuwa na ufikiriaji mpana sana, wamewaza leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya sherehe eh. Wakawaza wamtafute mnyama gani, alikoponi hodhani hodhari na mwenye kuwa ana sifa rukuki. Mwona ng'ombe tushakula, tushakula mbuzi, wakaona ngamia hivyo hivyo. Ngamia ni mnyama ambaye amepewa sifa rukuki na katika Qur'ani sisi kama Waislamu amepewa aya yake maalum ambayo amesema kwamba afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khulqat, je, hamtizami jinsi ngamia halivyoumbwa. Vitu alivyopewa ngamia na vitu vingi, anaweza akahisi kitu ambacho kitatokea ndani ya masaa mawili mbele kwao. Nashukuru shukuru sana kutuchinjia mnyama aliyetukuka na mwenye sifa arukuki. Nashukuru sana. Naam, kama unavyoona hiki ni kitu hadimu sana, uwezi ukakipata sehemu yoyote isipokuwa jangwani. Najua wenzetu hata supu ya utumbo wa shilingi 500 hajawahi kuwekewa, lakini sisi tunakula ng'ombe, mbuzi, ngamia Naam. Mimi <laughs> nasubiri kwanza niongee maneno mawili, baba wangu. Maana furaha iliyoje, mimi naumwa wiki nzima <laughs> lakini leo nimeinuka japo yeah, niwaone ni macho okay. Kwa hakika nina furaha lio kifani infani, kwa sababu leo siku yeah, ya ijumaa yeah, yeah, siku mm, Mwenyezi Mungu ameipendezesha yeah, yeah, yeah, yeah, kwa viumbe wake yeah, yeah. Kwa hakika kwa rangi hizi alisema yeah, Mwenyezi Mungu kingelikuwa binadamu yeah, yeah, mimi ningevaa nguo kijani na nyeupe, okay. Hizi rangi za kijani Mwenyezi Mungu amezitukuza ame, ame, niambie kwanza leo hapa supu unakunywa na chapati ngapi? Mimi leo nakunywa supu hata na chapati mbili, mradi nikoshe roho yangu ya ngamia. Na mbili kama zile goli, na mbili, namba moja Kamara, namba mbili na beki yake Kapombe. Oh, leo hapa Kapombe hapa. Oh, Kapombe namlia supu hapa na Kamara. Mama, mama waali Kamwe hey. Naitwa Shaba naitwa Salma, Sh Mazaira. Salma Shabani Mazaira, ninaye kaka yangu Ali Shabani, kamwe bila shaka. Hapa supu imeisha. Nyinyi e, mmeshaigonga mpaka mmemaliza. Niambia e, ladha supu angamia ikoje? Yaani supu angamia e waoneshe tayari wananchi wamekwisha piga supu leo, ni malango ya kwanza, kwanza, karibuni kumi hapa, tayari leo ni malango ya kwanza hii supu hey, na ninashukuru sana kwa, kwa kilabu yangu ya Yanga kufanya hili jambo hey, kwamba limenizindua kula supu ya ngamia kwa tumia. leo ni malango ya kwanza, haya ina utamu yake ha, shimba, na, na, na ni hali ngumu hey, nimekula supu na mikate hey, miwili hey, kama goli ambavyo hey, simba amepigwa, tumekula supu tumeshiba mpaka tumeacha hiyo hapa mpaka tumeacha mbaka Nayeya supu ya kwanza, magoli matano na nyama tano tano. Leo magoli mawili, chapati moja, mkati mmoja mawili, mule mule tu hey. Bwana baba, nimeona baada ya supu umepiga na maji ya GSM vizuri, niko vizuri sana Nosupu sni haijapata kutokea, kutokea. Sijae kuona yeah. Supu nzuri na ladha nzuri, huyu ngamia huyu yeah. Ah, metoka wapi huyu? Uwarabuni, so mchezo bwana nzuri. Kuna mtu hapendi sisi tunywe supu, mwambie ndugu yangu, utake usitake utapenda. Yeah. utake usitake utapenda. Hii ni kwa mujibu wa utaratibu wetu baada kikao utaratibu wa kawaida Eni, na etu, e, hii ni miaka kumi mfululizo, ni miaka wa... kumi mfululizo mipango imeshapangwa, ndio dira yetu wanayanga yanga. Kwa hiyo ni miaka kumi mfululizo. Nashukuru sana, nashukuru sana.